Mtazamaji wa TAKUKURU TV, bado tupo katika viwanja vya Jakaya Kikwete Convention Centre jijini Dodoma, ambapo maadhimisho ya kitaifa ya siku ya kupiga vita matumizi na biashara ya dawa za kulevya 2025 yanaendelea. TAKUKURU TV ilipata wasaa wa kuzungumza na baadhi ya wadau kwa lengo la kufahamu mchango wao katika mapambano dhidi ya rushwa ili kudhibiti matumizi na biashara ya dawa za kulevya nchini. Mimi ni Jessica Tarimo, ungana nami tunapowatembelea wadau hawa. kwa, kwa jina naitwa Said Bandawe ni katibu mtendaji wa asasa kiraia ya Gift of Hope, tupo Tanga. Tupo hapa Dodoma kwenye maadhimisho ya siku ya kupinga dawa za kulevya. Dawa za kulevya zinaendana na rushwa, na rushwa ndio inosababisha watu kutumia dawa za kulevya, lakini watu kuingiza dawa za kulevya. Lakini sisi kama asasi ya kiraia sasa hivi tunatumia huu mwongozo ambao ulisainiwa na makamishna wa TAKUKURU na, ma na mamlaka ya udhibiti na kubada dawa za kulevya kwenda kuutumia kutoa elimu, lakini tunatumia vile klabu vilabu vilivyokuwa kwa mashuleni vya taasisi ya kupambana na rushwa tunaviunganisha kuwa ni viklabu vya kupinga rushwa na dawa za kulevya. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa ushirikiano na ile nguzo ya nne katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya nafikiri imetimizwa kwa vitendo na tutaenda sisi kuisaidia serikali kuonyesha elimu ya rushwa na upingaji wa dawa za kulevya. Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana, Tanzania bila ya rushwa inawezekana. Kwa jina naitwa Jimmy Batistuta, ni mmoja ya ukurugenzi katika taasisi ya MRC, kirefu chake ambayo ni muungano recovery community. Hatutoweza kufanikiwa katika kupiga vita dawa za kulevya kama tutofanya vizuri katika kuzuia rushwa, kwa sababu biashara haramu ya dawa za kulevya ni biashara ya mapambano na ni biashara ambayo inatumiwa sana pesa ili kuingiza. Kama unavyojua ni biashara haramu, kwa hiyo hata uingizaji wake ni uingizaji wa haramu. Kwa hiyo zinatumika sana rushwa na njia za panya katika kuingiza. Kwa hiyo ili tufanikiwe, cha kwanza tuweze kudili zaidi na rushwa, ndipo tutaweza kuwini katika hii vita ya kupambana na dawa za kulevya. Ah, kwa jina anaitwa Nuru, ni mdau mkuu wa kupinga matumizi ya dawa za kulevya nchini na ni mkurugenzi wa taasisi ya PDRF na vile vile ni mmoja wa waanzilishi wa Sober House Tanzania Bara na mimi mwenyewe ni mraibu ambaye nimepata nafuu na miaka kumi na nne tangu kuachana na matumizi ya dawa za kulevya. Nampongeza sana pia Kamishna letu Asilimo kwa sababu hayuko na mbambamba yeye mba, mba. Natakukuru wako vizuri sana maanake hapokei rushwa hata afanye nini, maanake zile dawa anavyozikamata ni dawa ambazo anaenda kuokoa nguvu kazi ya taifa. kama zingepelekwa huko mitaani wengi wangeathirika zaidi maanake sasa hivi uh, katika vituo uh, heroini imekuwa ni, ni ngumu sana kuingia. Wanakuja waraibu kupata tiba ni wengi wa pombe pamoja na bangi, yani kwa mbali, lakini heroini hakuna. Lakini hiyo inaonyesha kwamba BCA inafanya kazi vizuri kushirikiana na TAKUKURU na sisi watumiaji, kwa sababu sisi ndio tunaelewa sisi ndio tumepita katika hayo vita, so tunajua vizuri kuliko wale wanavyojua. Kwa jina naitwa Saidi Madadi, afisa elimu mwandamizi kutoka Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, makao makuu Dar es salaam. Mamlaka ya Kupambana na Dawa za Kulevya inalo jukumu la kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, sio tu kwenye upande wa kukamata lakini vile vile kutoa elimu. Kwenye kutoa elimu hatufanyi peke yetu, tunashirikiana na taasisi mbalimbali. Kwa mfano, baada ya kuona kwamba Uh, suala zima la matumizi na biashara za kulevya lengo linawalenga vijana kuanzia miaka 15 mpaka miaka 35. Mamlaka kwa kushirikiana na taasisi ya kupambana na rushwa tumeonelea tutengeneze uh, mpango mkakati wa pamoja kuhakikisha tunashikamana kwenye suala hili. Kwa hivyo tunao uh, tumeingia tume, tume MOU kwa ajili ya ku ya kutoa elimu hii na kuanzisha vilabu kuanzia shule ya msingi, sekondari na elimu ya juu, lengo ikiwa kuwapa uelewa wa vijana na kuwakinga juu ya matumizi na biashara dawa za kulevya. Tukiweza kuwekeza kwa vijana, basi tuna uhakika kabisa swala zima la matumizi na biashara za kulevya tunaweza tukaondoa kwenye jamii yetu au kupunguza kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunasihi jamii, tupinge rushwa lakini vilevile tupige vita dawa za kulevya. Kwa majina, ninaitwa mrakibu mwandamizi wa uhamiaji Filemoni Meena, natoka uhamiaji makao makuu, katika kitengo kinachoitwa kitengo cha anuwai za jamii, kupitia hizi tunu zetu, kwa maana ya kwamba upendo, mshikamano, uwajibikaji eh, na, na kukataa rushwa. Endapo tutazifuata kama zilivyo, kama zilivyo moja kwa moja, ina maana kwamba masuala ya madawa ya kulevya yanakuwa hayapo, kwa maana ya kwamba hapo tutakuwa tumewajibika, eh, tumewajibika kuzuia na tutakuwa tumewajibika kwa kukataa rushwa, maana ya asilimia kubwa ndugu zetu wanaosafirisha madawa ya kulevya wanatanguliza rushwa mbele kama kishawishi cha kuweza kukushawishi wewe ili yeye aweze kufanyaje, aweze kufanikisha jambo lake analo, analo, analo, analotaka. Mimi ni mrakibu wa polisi eh, Monika Mwanache natoka kamisheni ya upelelezi makao makuu eh, kitengo cha kuzuia dawa za kulevya. Kwa hiyo taasisi yetu ipo hapa kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa watu na jamii inayotuzunguka, sio kwa Dodoma tu, na hata walioko mikoani wapate nafasi ya kutusikiliza, wafahamu ni kwa ukubwa gani na shida gani nchi inapata kupitia waathirika wa dawa za kulevya na tatizo hili la dawa za kulevya, kwa sababu kosa hili la dawa za kulevya linaambatana na makosa na mengine na ni kosa linalovuka mipaka kwa hiyo yapo makosa mengine ambayo yanaibuka kupitia dawa za kulevya ikiwemo rushwa, ikiwemo utakatishaji fedha, ikiwepo usafirishaji wa binadamu. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi, pamoja na kupambana na uhalifu wa dawa za kulevya, bado tunajikita kwenye makosa mengine kama ya rushwa, eh, wasafirish wa, watakatishaji pesa na makosa mengine yanayoambatana na, na hayo yanavuka mipaka. Hii ni kwa ajili ya kuiweka nchi katika usalama na kuendelea kuitengenezea jamii amini kuwa Tanzania ni nchi iko huru ambayo haikaribishi madawa ya kulevya na hairuhusu rushwa zote ambazo zinatokana na dawa za kulevya, kwa sababu watu wengi wanaojihusisha katika swala la dawa za kulevya ni watu ambao wenye vipato. Faustine Vita Marecha ndiye mkuu wa uelimishaji mkoa wa Dodoma. tuko hapa kwenye maonyesho ya wiki ya dawa za kulevya nchini. Sisi TAKUKURU, wakuu wetu wa TAKUKURU na dawa za kulevya wamewekeana memorandum of understanding, kwa maana ya kushirikiana katika vita dhidi ya rushwa, lakini vita dhidi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo tunashikiriana, tuna club zetu za wapinga rushwa ambazo pia zinafanya kazi ya kuelimisha dawa za kulevya nchini. Kwa hiyo tuko hapa kama mnavyoona, kuna mabanda ya dawa za kulevya, tuna polisi, tuna uhamiaji, wote wale tuko hapa kwa lengo la kujenga kuwezeshana uelewa na ufahamu, rushwa ni nini na madhara yake, na je, rushwa inahusika vipi na dawa za kulevya? Sisi tunahusika kwa sababu gani? Dawa za kulevya zinaingia nchini kupitia njia za upenyo ambazo zinatokana na uwepo wa rushwa, hasa kwa wale wanaotakiwa kudhibiti dawa za kulevya zisiingie. Kwa hiyo tunashirikiana kwa elimu kutolewa, ili hawa watumishi wanaohusika kulinda mipaka kulinda maziwa na bahari kuhakikisha kwamba dawa za kulevya haziingii, baada ya rushwa kupenya. Kwa hiyo tuko hapa katika umuhimu huo, tujengeane uwezo wote, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tatizo la rushwa na tatizo la dawa za kulevya linakoma nchini. Mtazamaji, natumaini umejionea mwenyewe ni kwa namna gani wadau hawa wanashiriki katika mapambano dhidi ya rushwa ili kudhibiti matumizi na biashara haramu za dawa za kulevya nchini.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 Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante na endelea kufuatilia vipindi vyetu hapa Takukuru TV.